Vipi kama angekuwa ni mdogo wako, iwe ni bado binti mdogo sana? Kwa nini unamwaribia maisha yake? Unamtaka au ni bora ungeachana naye? Ndio kwanza ipo kidato cha tatu, istoshe wewe ni mkubwa mara mbili yake, ulipaswa kusimama kama kaka. Mapenzi yana umri. Bwa mdogo, afu mtoto mwenyewe ndo kanielewa, so kaa kwa kutulia, Fanya mambo yako mzee, achana na ya mambo. Lakini mimi siwadu yako, shana na na yangu abadani. Nashukuru sana Fredi umekuwa msaada mkubwa sana kwangu. Oh, sijali Shani. Wewe ni kama kimvuli wangu. Asante kwa kunijali. Karibu. Mbona unanifuatilia sana, unanitaka au? Nakuonea huruma sana Shani. Unanionea huruma? nina upungufu gani kwani? Natamani ungejenga leo yako kwa ajili ya kesho yako. Haya ni maisha yangu Obama, yanakuhusu nini? Lakini mi naelewa, siku zote mchuma janga hula na wakwao. Mamako ana maisha duni sana, anatafuta kwa tabu sana ili we uje kusoma. Kusoma, kwanini usimunge mkono kwa kufanya bidii shuleni? Elimu itakuwa bongo kule. Tumeenda kujifunza kusoma ili tuweze kujibu meseji za madanga yetu. We kama unaamini katika elimu komaa baba mwenzako. Na sukari ya asiri, sukari yenye nguvu ambayo inaweza kubadilisha maisha yangu kuliko huo ushubwada unaouita elimu. Halo, mi nikwambie tu ukweli, penzi lako limenizidia, saa unazonipa zimenizidia. Kila nikiawaza manjonjo yako, natamani niwe karibu yako ili nikulambishe asai. Umeniweza, mpenzi. Mm. Sawa. Basi baadaye ngoja mimi nirudi ndani. Okay. Bye. Hivi ulisema shule unafungua lini vile? Nikijayo mama. Vipi kwani? Hapana mwanangu, nilikuwa tu nataka kuweka mambo yangu vizuri. Si so, unajua kuna mahitaji ya shule tena. Naelewa mama. Nataka usome kwa juhudi mwanangu, unajua najinyima vingi sana kwa ajili yako, na elimu pekee ndio itakayokutoa kwenye maisha duni. Sawa mwanangu? Ndio mama, naelewa. Mimi natoka mwanangu. Sawa mama, uwe na kazi njema. Na wewe pia ushinde salama mwanangu, na pia usisahau kujisomea eh, usijisahau kabisa, kama wewe ni mwanafunzi. Sawa mwanangu. Sawa mama, tujikomboe. Sawa sawa. <laughs> Niachane na mabeseni ya samaki. Sawa mrembo wangu. Ah, karibu. Uh -huh. Sasa hizo. Salama kwema baba. Kwema. Naomba fungu moja. Ah, sawa. Ngoja nikuongezee gazeti. Hamna mama. Wala usijali mama wangu. Mbona inatosha hili? Kuongezee baba? Ah, inatosha hili wana mama. Usijali wana hapana ha, mama, wala usirudishe change. Hiyo pesa inayobaki utanunua kitu chochote kile unachokihitaji. Asante sana mwanangu, na barikiwe. Nashukuru mama, Nashukuru. Hmm. Kijana mmoja kwa mia kama hao. Mungu. Hmm. Hmm. Mpe maisha marefu na milango yake ifunguke. Ah. Hii sio sawa. Nataka nikwambie tu Fredi, unamkosea sana yule mama. Huyo mama ni mama yangu we na kuhusu nini Fredi? <coughs> ni hivyo mbwana, atufatilia sana, ni kama vile mapenzi wetu wanamumiza sana kwa kumkaba koo. Kwani vipi baba, kuna demu nikutafutie au Shani, wengi waliposhauriwa walijibu nyodo, na jeuli ziliwatawala, lakini walipowafika, hawakuwa na neno lolote la kusema zaidi light kama ningejua. Shani, lakini nataka nikwambie zipu ina uchungu wake. <laughs> Hiyo mimba sio yangu, mtafute mwenye nayo. Hii mimba ni yako Fredi, sina mwana mwingine zaidi yako. Hivi aliyekuambia mimi mi kwamba anahitaji kuitwa baba nani? Lakini hayo yote umetaka wewe, mara nyingi tu nilikuwa nakwambia tutumie kinga kila ulikuwa unanikatalia. Unajua wewe, narudia tena, hiyo mimba sio yangu. Na kuanzia sasa sitaki mazoea na wewe na tuachane, yaani usinizoee kabisa, yani tafadhali Fredi. Lakini uliniambia unanipenda, natofanya chochote kwa ajili yangu. Hii mimba naeleaje peke yangu bila uwepo wako? Tafadhali usiniache Fredi. Si uliitafuta dunia wewe? Sasa umeipata, pambana nayo. Koma we, sina mtoto mjinga kama wewe. Kuanzia leo utajitafutia chakula chako mwenyewe na hapa kwangu utaama. Mtoto mshenzi sana wewe. Pambana kote. Leo unaletea mimba nyumbani, utavuna ulichokipanda. Lakini ilielekezwa kuwa naishi hapa, ni kweli alikuwa naishi hapa? lakini kwa sasa Fredi hayupo. Yani, unamaanisha nini nakosema <reap> hivyo? Fred ameondoka mchana wa leo, na hata hivyo alipewa tu hifadhi kwa muda. Fredi sokwao nilikwambia. Shani kiko wapi sasa? Yuko wapi huyo Fredi aliyekudanganya kwa kuwa anakupenda? Ona sasa ameshakuharibia maisha yako. Kwa sasa ulipaswa uwepo shule, badala yake upo mtaani unalia mimba asiokuwa na baba. Ujingangu umeniponza Obama, eti kama ningejua ningekusikiliza wewe. Ulikuwa ni mtu mwema sana kwangu Shani, mimi nishapoteza mwelekeo wa maisha yangu. Pole sana Shani. Pole. Kwa sasa mimi sina wacha kukusaidia, kikubwa tu nakuombea kwa Mwenyezi Mungu ujifungue salama.

Sita tembele. Nilikwambia Shani. Zip, zipu na uchungu wake.